Mamia ya watu wameandamana huko Gaza, wakitaka vita vikomeshwe na Hamas ijiuzulu kutoka madarakani, katika maandamano hayo ambayo yanayokadiriwa kuwa ndiyo maandamano makubwa zaidi dhidi ya vuguvugu la Wapalestina linalodhibiti ukanda huo tangu vita vilipoanza mwezi Oktoba 2023. Kwa upande wa wizara ya afya ya Gaza imesema takribani Wapalestina 50144 wamethibitishwa kuuawa na huku wapalestina wengine laki moja elfu kumi na tatu mia saba na nne wakijeruhiwa katika vita vya Israel dhidi ya Gaza. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza imepiga hatua ya kutoa idadi ya vifo kuwa zaidi ya watu elfu sitini na moja na mia saba huku ikisema kwamba maelfu ya Wapalestina waliopotea chini ya vifusi wanadhaniwa kuwa takribani ya watu 1139 waliouawa nchini Israel wakati wa mashambulizi ya Hamas na zaidi ya watu 200 walichukuliwa mateka. Vikosi vya Israeli vimeua takribani watu 11 huko Gaza tangu asubuhi ya leo, wakiwemo mama na mtoto wake wa miezi sita katika eneo la kaskazini mwa Jabalia. Huku jeshi la Israel limeendelea na mashambulizi dhidi ya Siria, ambapo watu takribani sita wameuawa wa huko Daraa kusini mwa Syria, na kupelekea kulaaniwa na mataifa ya Qatar na Saudi Arabia. Kwa upande wa Marekani, wao wameendelea na mashambulizi dhidi ya, ya Yemen, huku maafisa wakuu wakikabiliwa na uchunguzi kwa kushirikiana na mpango wa kijeshi pamoja na mwandishi wa habari kwenye gumzo la kikundi kwenye programu ya ujumbe wa Signal. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.